Wale mabingwa wa kutibu tezidume bila kufanyiwa upasuaji kwa kutumia ya virutubisho lishe visivyo na kemikali kwa asilimia mia moja sasa, wanapatikana Tanzania nzima. Najua umetumia dawa nyingi mno kwa ajili ya changamoto ya tezidume lakini bila mafanikio. Kutana na mabingwa wa kutatua changamoto ya wa tezidume waliosaidia watu mbalimbali ndani na nje ya Tanzania bila kufanyiwa upasuaji, huku zaidi ya asilimia 99 wamepona kabisa tezidume na habari njema ni kwamba katika kipindi hiki wako katika punguzo la gharama za matibabu kwa watu mia moja tu kwa kila ofisi. Miongoni mwa dalili za tezi dume ni pamoja na kukojoa mara kwa mara, hasa nyakati za usiku, upungufu wa nguvu za kiume, maumivu makali wakati wa kukojoa, jutiai ya mara kwa mara, kubakiza mkojo kwenye kibofu, mawe kwenye kibofu, hii ni kutokana na mrundikano wa mkojo, figo kujaa maji na kushindwa kufanya kazi vizuri, kupoteza fahamu, maumivu ya mara kwa mara kiumo, ya kiuno hasa nyuma ya mgongo na mapaja Uume kushindwa kufanya kazi vizuri na kupelekea kushindwa kushiriki tendo la ndoa vizuri pamoja na kushindwa kuzuia mkojo. Tumeandaa programu maalum kwa ajili yako wewe unayesumbuliwa na tatizo la tezi dume ambayo itakusaidia kusaidia kuondokana na tatizo hilo moja kwa moja bila kufanyiwa upasuaji. Kwa tiba na ushauri zaidi, tutembelee ofisi zetu zilizopo nchi nzima.